Tu iko hai. Mambo vipi? Karibuni tena wa, watu wangu wa kwenye zoni yetu, ma superstar, ma legends, nyie ndo watu wangu bwana, familia. Sasa leo kabla sijachukua muda wenu mrefu, kwanza nataka niwaambieni na mada mbili, mmoja inaweza ikaelimisha au inaweza ikachekesha, lakini zitawafaa kwa wengi wenu. Ila kabla sijaendelea, kwanza tuwakumbuke vijana wangu wa wano Africa. Wano Africa wameniambia leo kwamba kitu yao inadondoka Juni saba, Juni saba wano Africa wanaanza kukimbia, kwa hiyo utapata yo na mengi kutoka kwangu. Kinachoendelea na wano Afrika ni nini, kama kuna mambo amebadilisha, kama kuna maybe tarehe nini na kila kitu, mimi nitawapenya habari hizo, lakini kumbuka Juni saba, wano wanakimbia, wanaingia barabarani. Haya basi, mada yangu za mada ya leo ni kwamba ni kuna habari mbili tatu nataka nishare na nyinyi, especially ya kwanza ni kwa madada madada. Kama ninyi mnatumia sana vipodozi, kama wewe unatumia sana vipodozi, unapenda sana Photoshop. Be careful, kuna mtu amepotea sasa. Ile picha ulioonyesha kwenye mitandao ni picha kwenye kitambulisho, hakuna mamakeups, mamiwani ma. Sasa yeye katika mi... social media karibia zote picha zake ni tofauti, photoshop nyingi, mapodozi mengi, kwayo. Sasa hivi watu wanasema yupo, lakini hawezi kumtambua kama ni yeye, kwa sababu aliyemzoea sio aliyekaa kwenye kitambulisho. Kwa hiyo, dada zangu, kama mnatumia sana hizi mambo, jaribuni kuchanganya kidogo, tuwajue mkoje, mnaonekanaje kama umeelimika hapo. Thank you. Na habari ya pili ni kwa wale watu ambao vibaka, vibaka. Kama wewe ni kibaka bwana, fanya utafiti usije uka, ukaenda ukakaba watu huko. Kuna watu vijana wawili bwana, wameenda kumkaba jamaa mmoja, walikuwa wanajua na pesa, wamemchukua wamemtia kwenye gari, wanampeleka kwenye ATM wakachomoa hela, kumbe jamaa bwana ana matatizo ya kisukari. Kwa nini kisukari kisimpe changamoto? Sikawafia wakati wanaelekea kwenye ATM. Sasa jamaa imetoka kesi ya kwamba walimkaba jamaa labda kumpora, sasa hivi imekuwa kesi ya mauaji tena Kisa tofauti, pesa wajapata na kesi wamepewa. Hizo ndo vitu nilikuwa nataka niongee na nyinyi vijana wangu. Hebu jifikirie na wewe na kwa, kwanzia leo nitakuwa nawachane na, na kibwagizo kimoja kwamba uniachie comments unachokifikiria. Hebu naomba uniambie kiswahili cha around the corner. Around the corner kiswahili chake ni nini? Basi bwana, ni mimi Nefi wenu tena na tena, na nitajitahidi tena kuja hapa kuongea na nyinyi mpaka next time. Tupendane, one Africa, watu wetu hao.